Alhamdulillah, mtu kama anasali, Abu Fatima, kabla hujaingia sala, lazim ujue wewe umesimama mbele ya nani. Simama mbele wa Allah mtukufu. Na nasali yeye sala kwa ajili yeye. E, sasa, kama unajua unasema mbele ya Allah, lazima unasikia khushuu na utukufu, na utasikia dalili na utakuwa makini sana kawaida mtu kila mara anasahau, sawa. Maanake anaingia sala ni, ni fikira yake iko mbali. Hizo sitaki mtu wakati anaingia sala ulekee sala, unajua anaongea na Mola wako mm. E, kama hii wasiwasi kila mara anakuja kwake na anazidi ndani ya sala, sheria imetoa ruksa ya upande wa kushoto amweke mate tatu, ateme tatu, alafu wasema kwa bila kutarjima, aendelee ngawa yeye anasali Hajui, hii sujudi ya kwanza au ya pili, mara nyingi achukue ile ya chini, mbili au moja achukue mmoja. Hii tayari ni soma ya soma ya soma soma. Kama yeye bado kuchini, kama ushasimama asirudi, kabla salamu atasujudu, sujudu sahawi mara mbili. Kama mtu ana, anabata waswasi. Hii rakaa ya tatu ya nne, ya tatu au ya pili weka ya pili Bora punguza, azidi kuliko kupungua. Naam.